Tukisalia na taarifa hiyo. Mauaji kwengineko, watu wawili wameuawa kwa kupigwa risasi huku wengine wawili wakijeruhiwa katika shambulizi la majambazi lililotokea mapema asubuhi ya jana eneo la Loberer, kwenye barabara ya Marigat kuelekea Chemolingot. Waathiriwa ambao wa walikuwa wakielekea katika soko la Ngiyang walivamiwa na majambazi wanaoshukiwa kuwa wamegeuka kuwa wanyang'anyi wa barabarani. Washambuliaji walilenga msafara wa wafanyabiashara uliokuwa ukisindikizwa na polisi ambapo malori mawili yalishambuliwa kwa risasi. Hali ya taaruki imetanda katika eneo hilo kutokana na mauaji ya wanaume wawili waliokuwa madereva huku polisi zaidi wakipelekwa kuimarisha usalama. Mili ya marehemu imehifadhiwa katika makafani ya hospitali ya kaunti ya Baringo. Intensify patrols along that highway. Na leo wale hiyo mashambulishi ambayo ilipatikana ilifanyika asubuhi, ni bahati kwamba e, askari wetu walikuwa kwa hiyo msafara, kwa sababu you can imagine kama hangekuwa kungekuwa na askari e, nini ingetokea. Kuanzia leo tutakuwa tunaongeza patrol katika hiyo barabara e, magari yataweza ku e, pewa escort yale ambaye tunaona kama inaweza e, kuwa target lakini generali tutaimarisha e, usalama katika hiyo barabara. Hii risasi hii bunduki alishuti, hii alishuti akuwa ya mbele yangu, lakini mimi sikusimama. Sasa wakati nilipo, kwa, wakati nilipokosa kusimama kwa nilikuwa, nilikuwa, nilikuwa nilikuwa kwa speed nikaenda nikapita, ndio aliweza kupiga hili sasa mbaye. Mbaye, pandehi, na nilipiga pande hii na ndio imeua huyo ambaye tulikuwa naye. Naomba serikali ingilie tu kati, wakutanishe jamii ama waite wenye wanahusika, kama upelelezi itafanyika upelelezi ifanyike, ipate kujulikana ni watu gani ambao wamekuja kushambulia wafanye biashara wetu.